Sallallahu alaihi wasallam. Jana tulizungumzia umuhimu wa kuomba msamaha na umuhimu wa kutubu. Kwa ufupi tu, ni vyema kila mtu akapata nafasi ya kuomba msamaha kwa yale makosa waliofanya. Pia ni vyema mtu akatubu. Kusema kuna tofauti ya msamaha huitwao toba na msamaha huitwao maghfira. Kwa kila mmoja ajitahidi kutumia kauli astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, kwa kujumlisha kila kile ambacho amemkosea Mwenyezi Mungu. Kini, kuna yale mengine makubwa. Wanachuoni wanaeleza toba mara nyingi nakuwa kwenye yale mazito, kwenye yale makubwa, madhambi makubwa, basi ni vyema hasa ukakaa ukamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusamehe. Na ni maarufu mashehe wa wanayasema sana, mfano na ile hadithi imetaja madhambi makubwa, mojawapo uchawi mmoja wapo shirki ya kwanza, shirki, uchawi, zinaa na kadhalika. Sasa likaja swali mwishoni kwamba kumbe inatakiwa katika sharti za toba ziko nne. Jana tukataja mbili, ili tukuishia ile ya pili ikaleta swali kwamba anayetubu lazima aazimie kutorudia, aazimie kutorudia, na pia sharti ya pili ajing'oe, atoke, atuke kabisa kwenye lile kosa. <coughs> Lakini tukasema mwisho alipoleta swali kwamba ikiwa mali ni ya mtu using'ang'anie kutubu hapa, astaghfirullah, atakuwa umrudishie kwanza halafu ndio uendelee na toba yako. Sasa hapo likaja swali, ikiwa kumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukimwomba toba, fa ulaika yubaddilu llahu sayiati hasanat, Mwenyezi Mungu anabadilisha lile ovu lako kuwa ni njema. Sasa mbona tena kuna sharti ya mwisho hii ya kurudisha? Tukasema basi, insha allah kesho tutakuja kuijadili na kuizungumzia. Na ndo darasa yetu ya leo, mm -hmm. Kwa ufupi wanachuoni wanaeleza haki ziko mbili, kuna haki Allah, kuna haki za Mwenyezi Mungu na kuna haki ya ibada au haki ya abdi, haki za mja. Kuna haki za Mwenyezi Mungu na kuna haki za mja. Kwa hiyo wakati wewe unaomba toba kumuomba Mwenyezi Mungu wakusamehe kwenye makosa fulani, lazima uelewe kuna makosa yanamhusu Mungu tu, na kuna makosa ambayo umemuudhi ama umemkera mtu. Umemkera Mwenyezi Mungu kwa sababu umemkera mwenzako, Mungu anakasirika, lakini na hiyo haki inamhusu moja kwa moja mtu. Sasa kwenye zile haki ambazo zinamhusu mtu wakati unataka kutubu, kwanza rudisha. Ndio kinachozungumzwa hapo. Sasa tukasema si vibaya tukaweka uchambuzi wa kina, labda tuseme kielimu, yale mambo yote ya kijumuia, mambo yote ya kijumuia, zile ni haki za Mwenyezimungu, zile ni haki za Mwenyezimungu. Ukisema jumuia na nakusudia kwa mfano wewe unafanya kazi serikalini. Sawa, serikali si jumuiya au ni jamhuri fulani ya watu wengi? Ukiibia ile serikali, huwezi kuichukua ile hela ukasema umeenda kumpa moja moja, moja. Naelea kazuri, kwa maana yake zile ni haki za za Allah. Kwa mfano msikiti umejengwa msikiti wewe ndio unaenda kukusanya huko kwa matajiri, unakusanya michango na dibox na vingine, tumeviweka hapa msikitini, mwenye elfu moja elfu mbili anatunukia. Ukiwa imamu matatizo, ukawa unakifungua kile kibugu au muhudumu, unakula zile hela, umekula haki ya Mungu, kwa sababu huwezi kupata nafasi ya kusema sasa, mumini gani anitoa siku o imefundishie utapata huwezi kumpata, maana yake umekula pesa za za Allah. Sasa kwenye haya yale mambo yote ambayo yanakuwa ni ya kijumuiya, hiyo ni haki ya Mwenyezi. Kwa hiyo unapotaka kutubu kwenye upande huo sasa, unamuomba Mwenyezi Mungu moja kwa moja, a kufanya kazi serikali hiyo, muda mrefu nimechuma, kilichokota heri changu kine niwaaibia wana jamhuri Ee Mwenyezi Mungu, nisamehe wasije siku ya kiyama wa jamhuri wa Tanganyika, kwa sababu tutakuwa wengi, tutakuwa wengi sana, tukiwa wengi ni mtihani. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu, unatubu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala akusamehe. Kwenye hayo ndio Mwenyezi Mungu atabadilisha lile lileile jumba lako lotuilia sisi wana jamhuri, jamhuri zako lile lile Mwenyezi Mungu atabadilisha, atalibadilisha tutakuwa kheri. Narudia tena Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema illa man taba, aliyetubu, wa amana, akaamini, wa amila amalan saliha, akafanya mambo mema, fa ulaika yubaddilu llahu sayiatihim hasana. Mwenyezi Mungu, watu wa aina hiyo, wenye sifa hizo tatu, wameamua kutubu kweli na wameamini kweli kweli, hawana kandokando tena na wanafanya kheri Mwenyezi Mungu yale makosa yao atayabadilisha kuwa ni kheri, yatakuwa ni kheri kwa Mwenyezi Mungu, hilo halina shaka, halina. lakini je, katika kitu gani? Aa, kitu ni katika vile vitu vya kijumuiya. Tumekuta tumekupa uwenyekiti wa serikali za mtaa, kwa kupewa nafasi ya userikali wa mtaa, basi weteavio ui una unakula tu unakula mpaka uchaguzi mwingine kuchagua na wewe umenona, basi vile vitu vile ulivyovipata kwa njia ya dhulma kipindi unautawala, elewa, hata fursa muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala toba kwenye vile, halafu kitubu, Mwenyezi Mungu atabadilisha. Na hapa pia tunawashauri hata wasanii mbalimbali, utakuta wasanii na msanii kapata bahati kabadilika, ilike anatangaza kwamba katubu sasa hivi yeye harudii tena mambo yake ya kisanii sanii. Sasa hivi ni mtu kanyoka, we kama ume- umetubu, hakuna haja ya kumtangaza. Haya ni mambo kati yako na nani, no. Sema naye kwa sababu huko kutangaza tangaza, shetani naye ana mambo mm -hmm. anakucheki tu kufanya viisa msafi, niko hivi mimi niko hivi atakutelezesha huyo. Kateleza mzee wetu Adam alaihi salatu wassalam. We badilika tu tuwe mwenyewe, hakuna haja pia ile na wala hakuna haja sasa utoke hapa wende mpaka redioni, sitaki zipigwe zile zangu, unapata tabu kule. Ah, hiyo hiyo, ukitubu kweli, huo huo mziki wako huo utabadilika kwa kheri. yeah. Qurani ishasema, acha wasiwasi wako, we utaona zile vitu vinapotea tukimya ndio Mwenyezi Mungu akusafisha, kuliko kuwa unaanza kugombana na watu alafu mwisho wake utakwenda kugombana na watu. Kwa time ya sasa ni mbaya zaidi, kwa sababu yawezekana kile ulichokitengeneza si chako kamwe. Saa nyingine uliingia mikataba mkataba na kampuni kampuni ile ya miliki ile ya sasa hiyo, si kwa vile vingine. Ukipelekwa mahakamani utaweza kulipa hii? Huwezi, dunia imebadilika sana. Kwa hiyo wewe kama unatubu, wala usimtangazie mtu, usiende kwenye WhatsApp usiende kwenye Facebook wala kwenye nini, rudi msikitini, kaa sawa sawa, muombe Mwenyezi Mungu toba. Yale yote yaliokuwa siyo sawa yatabadilika, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe kashatoa ahadi, fa ulaika yubaddilu llahu sayiatih hasana, Mwenyezi Mwenyezi Mungu atabadilisha. Na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ansema, ataibu min thembi, dhambi au ataibu min adhambi kaman la ambala atakaye tubu kikweli kweli kuhusiana na dhambi yake aliyoifanya anahesabika mbele ya Mwenyezi Mungu kama hana dhambi. Wewe tubu kidhati, wala acha kutangaza tangaza, wala kujifanya wewe sasa hivi ndio umesafika. Yupo ni mtihani, ni mtihani kwa sababu ibilisi mambo makubwa sana, anaweza akaja kukutihani ikawa ni mtihani wako. Kwa hivyo tunarudi katika mada yetu tukizungumzia kwamba utubu kuhusiana na haki za Mwenyezi Mungu, maana yake yale mambo yote yanohusu jumuiya, halafu wewe ukadhulumu kupitia jumuiya yoyote iwe ni asasi ndogo ndogo ulioanzisha. Hapa nyuma tulikuwa na utaratibu watu walicagaza nyuma, ukaona kuboka waislamu tue na tv yetu, misikiti yote Tanzania ikachanishwa, tuwe na tv, afu tv ya leo haipo lea hatujaiona. Sawa, huyo aliyekula hizo hela za jumuiya hizo atubu, time ndio hii. Akitubu, Mwenyezi Mungu atabadilisha. kama alijengea nyumbali viwanja viwande Mwenyezi Mungu atakapata hana neno, atamkubalia. Sisi kwa sababu na kutafuta wapi tulionchagia hawezi kutupata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukirudi katika upande wetu sasa wa pili, haki ya pili ni haki ya mja Umefanya kazi na mtu ikatoka kiasi fulani, ama ukafanya ujanja ukamdhulumu haki yake. Ilitakiwa wewe upate elfu kumi na yeye apate elfu kumi ukampa elfu tatu Hata kuna nani apaatauwapo chukua elfu tatu rudisha kule kwanza, ndio tunachozungumza eh, ndio maana tukasema sharti sharti, sharti, mojawapo ya kutubu kama umekuwa umemdhulumu mtu, sharti yake ufanye umrudishie, umrudishie. Unaijua na ulikumzungumza naye na ukakubaliana, baadaye ukaleta leta maneno chenga chenga, ukamwambia hivi tu basi. Wewe unajua hapa ni mzidi tatu, ni mzidi. Basi sasa hivi hapo kafuta hiyo tatu, rudisha kwa alafu, unaendelea hivyo hivyo. Mwenyezi Mungu ananyamaza kimya, akusubiria kwa sababu haki ya mtu aliyanduki. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatoka mwongozo akisema, famti kulla dhi haqqin haqqa, kila mwenye haki yake mpeni, usikae nayo wewe, alafu huku unang'ania kuimba yatawam hai mkiniki na afadhali ufanye sasa hivi kwa sababu ukija kufanya siku ya kiama hitasaidia. Chukua ile hadithi, ni maarufu watu wengi wanaijua, ni mashuhuri sana hadithi. Mtume aliwauliza masahaba, atadruna man almuflis, mnamjua mtu aliyefilisika? Masahaba anasema sisi tunamjua aliyefilisika, man la dirhama la wala mataa, ni yule mtu ambaye hana mzigo, hana fedha, sawa na wala hana bidhaa Yaani, hana bidhaa ambayo inaweza akadhaminika kwa bidhaa hiyo kuweza kumpa chochote <laughs> Mtume anasema almuflisu fina, kwenye Uislamu aliyefilisika sio huyo, aliyefilisika ni yule ambaye atakayekuja siku ya Kiyama, ana swala tano safi, suna zake zote safi, yaani kwenye upande wa swala, mpaka kapimwa kwenye mizani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala alipokaa kikao cha kwanza na Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, akaulizwa vipi kuhusu swala, swala yake nzuri, anatakiwa kwa swala ile aende peponi tu, hana sehemu nyingine. Ana somo nzuri sana, somo yake ni makubuli, atakiwa aende tu kwenye pepo yake. Ana zaka safi, katoa sana zaka, lakini na mwisho hija naye sema wengine kila siku siku Hija nyingi nyingi, sote safi lakini, amekuja siku ya Kiyama watu wana malalamiko juu yake, watu wana malalamiko juu yake. Amemtukana huyu, amemdhalilisha huyu, amemwaga damu ya huyu, na amemtukana huyu, huwendi kavugao kavukavu hivyo peponi na vyote ulivyokuwa navyo, vyote ulivyokuwa navyo, huwendi peponi na wale watu watakuwa wamesimama, asema ya Rabbi, ya Rab, anta aladil anta lmuksitu anta dayan. Ya Rabbi, we ni mwadilifu, hakuna mwadilifu zaidi yako. Huyo huyo bana, huyo mwenye swala mzuri, huyo mi alitukana sana huyo, kwa sababu upande tu wa ukiwanja tu miguu miwili ndio alitukana watu siote. Ya Rabbi, izimu tena, kule sinajua kuna kwa lugha mbaya, kuna baba hapa yani kule, awe ah, class job job, sogea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akachambua kimoja baada ya kingine. Sasa, Mtume anasema wale watakuwa sasa, maanake utawalipa wewe, utawalipa kulipa, kwenye unalipa kutoka wewe, zile swala ulikuwa unaendelea nazo hukumsikilizi watakatiwa zile ee, sababu <laughs> <Mbwene> kule hakuna hela, mambo yenyewe kule thawabu ndo. Mwenyezi Mungu anasema hapo, mtu kwa kiasi chake, na Mwenyezi Mungu ni mwadilifu sana. Kwenda mwisho wake, vitaisha vile kuln yani, vitaisha vile vitu thawabu zitaisha, alafu wadeni bado wamesimama. Tunasema basi Mwenyezi Mungu atakachofanya, atachukua yale maovu ya wale upewe, ndo malipo, utatupiwa wale, utatupiwa wewe ale ya maovu yao, thumma kuli hafuninayo, kisha utaingia katika moto wa Jahannam. Nini tafundishwa? Kwamba kumbe ibada yoyote ikiwa inaambatana na tabia mbovu, ibada yoyote ikiwa imeambatana na tabia mbaya haisaidii, haina maana yoyote. Ili ibada yako iwe sawasawa lazima kuna lazima uwe na tabia iliyokuwa nzuri. Usimtukane mtu, usimdhulumu mtu, usimfanye chochote mtu, hakikisha umenyooka. Sasa lakini darasa yetu ya leo hapa, tunachojifunza kumbe, mtu kulipa haki ya mtu ni wajibu hapa duniani na ikishindikana hapa duniani, wala usiseme kwamba ni umemaliza. Hujamaliza, huenda ikawa ndio siku ya kiyama Mwenyezi Mungu anatujalia. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kutubu, amin, amin, toba ya kweli. Amin. Mwenyezi Mungu atujalie, kama tunadhulumu tumedhulumu haki ya mtu ya Rabu, tumrejeshe. Amin. Kama huna hilo swala lingine, kwa sababu tunazungumza na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu sio kama mtu ananongwa. Ah ah. Kama huna, tunajua. Kama ile ile mfano ile sahaba aliyekuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah halaktu ya Rasulullah halaktu Eh hey, mjumba Mwenyezi Mungu nimeangamia, nimeangamia. Mtume akamnyamazia. Yuba kana nani ya yeah, Rasulullah halaktu nimeangamia na vipi? Asema mchana wa Ramadhani nimekutana na mke wangu. Asitume sallallahu alayhi wasallam akamwelekeza nini cha kufanya? Na hii nayo darasa pia. Tuna kwa makwama alfajiri kumla daku mara na yeye biduka mambo ya bibi. Nini cha kufanya? Cha kufanya ni mambo matatu. Wacha mtumwa uacha mtu Tanzania, walilahi walilahilham, mtu kafanya kazi kubwa sana, na serikali wanaendeleza utuma sigani kama huko kwetu, lakini kama hapa sehemu basi se watafute, umtafute mmoja mwachie. Jambo la pili, ulishi maskini sitini kwa ile siku hii, kwa ukifanya mara tatu, mara yake utafanya sitini mara ngapi? Mara tatu ulishi na wanachuoni wana maneno mengi, wanasema kama unayo jumla maliza, kama huna jumla basi utafanya, lazima uelewe hilo ni deni mpaka ukifika Ramadhani nyingine, hiyo umelifanyaje? Umelikamilisha? Umeshindwa? Umekosa? Basi itabidi ufunge miezi mingapi? Miwili mfululizo. Na wengine wamekuwa wakali, ukifunga mpaka thalathini mpaka hamsini na nane malaria ikikata unaanza

naniceka sana abasi ya kale nenda. Kwa hiyo kwa ufupi, unakuta kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupenda sisi waja wake. Kwa hiyo turudi tu kwake, kwa sababu kila unachofanya ipo badali yake, kila unachofanya ipo badali yake. Sasa narudia tena, badali ya mdhulumu, uliye mdhulumu mtu sio, umemdhulumu jumuiya sio, umedhulumu Mwenyezi Mungu sawa. Basi elewa hiyo, haki ni vyema